Rais William Ruto ameelezea nia yake ya kuhakikisha kwamba ahadi zake zote zinatekelezwa katika maeneo tofauti humu nchini kuhusiana na masuala ya maendeleo chini ya mfumo wa serikali ya mseto, akizungumza katika ziara yake katika kukagua miradi ya ujenzi wa vyumba vya serikali kaunti ya Kisumu. Ruto aliwasuta wapinzani aliosema walinuia tu kuondoa sehemu ya ratiba ya miradi ya maendeleo nchini. Aidha, kinara wa chama cha ODM Raila Odinga aliyeandamana na Rais William Ruto amesifu ushirikiano wao kwa sasa, anaosema utaimarisha muundo msingi katika ukanda wa magharibi. Wale watu wanataka kutuingia siasa kutuingiza siasa mfululizo, sisi tunawaambia jameni, hatuna time ya siasa mfululizo. Sisi ni watu wa kazi bila break. Kazi bila break. Tulisema endeleo ni sasa na kama si sasa ni sasa hivi, sivyo? Hii ndio sababu tulifanya hii mkataba na serikali na chama ya Bwana Ruto. Na